Sasa mi nilikuwa tu hapo nje na Semeca akapikia msichana wake simu akaambia, Nalyaka, sisi huku tumepata ajali. Masika Masika wako papa, papa Lubwibwi amekufa Ikua tu hivyo e, alinileta simu mm, tukaongea na baba akasema, mtoto ameaka semechi wako ameaka. Tea alisema tu wameenda wote. Nimepaki pake yangu, mimi ni ndugu ya marehemu mwenye amepata ajali. Ni kijana ananifuata kama mara tatu, ni kijana mdogo, lakini alikuwa ni kijana wa bidii, kijana wa kujituma. Amepata matatizo kama bado anatafutia familia na jaribu kutengeneza makao ya familia, lakini yale yamefanyika, hayana kinga, hayakupangwa. Tunaachia Mungu, tumehusunika sana siku ya leo kuona ya kwamba kwari ya hapa hamoto ya ime, maaruti imeua vichana wetu wawili ilifunika wanne lakini tumetoa wawili, lakini wawili wamekufa, wamepelekwa mochari. Mwenye hiyo shamba alitereza sana kuwacha kitu kama hiyo ikae hivyo, watu wakiingia ndani kuchimba, na hiyo inaendelea kuua watu hiyo. hiyo ni mbaya sana, ambapo tunaomba kwamba serikali iweze kutuingilia ndani ili iweze kutusaidia katika haya mashishi kwa ajili ni changa la kikafla na mimi naomba kwamba kaunti yetu ya government Bungoma wakipata nafasi kwa mkulima kuchimba maram, naomba kwamba wakuwe na nafasi ya kufunika hayo mashimo, maana inakuwa insecurity and dangerous to the community. So mimi naomba tu kwamba kama unaweza sikia wito, tunaomba kama wakaaji, ili waweze kutusaidia tukuweze kuhifadhi uh, maafa kama haya. Niwezi laumu sana lakini, safety ya mahali kama hapa tungependelea kuwa kuwe kunapeana mwelekeo ama maagizo ya namna watu wanavyofanya kazi mahali kama hapa, maana ni kiteka uchumi kwa wengi, na tuwezi zuia mwenye maeneo haya asipate mkate wake, lakini kuwe na maelekezo lakini tuseme ama ombi langu ni kuwa hiyo ikuwe ya mwisho. Tahadhari zichukuliwe, kazi kama hii ikifanyika, kuwe na usalama wa kutosha. Tunaenda kuwa na zoezi la ku identify quarries zote zenye ziko katika sehemu hii yangu ya utawala ambayo ni multi location, na tuhakikishe kwamba hizo sehemu zote zinafungwa, hakuna kitu chochote kitaendelea kwa hizo kwaris, tukiwa tunatafuta njia ya kuhakikisha kwamba tumefunika hizo kwaris. Hawa ni vijana wadogo sana ambao hatungependa tuwapoteze kwa njia hii, na wale wana ambao wako na kwaris kwa boma zao wenyewe watakuwa security kuhakikisha kwamba hakuna mtu anaenda kwa hiyo kwari mpaka siku ile tutahakikisha kwamba hiyo kwari imefunikwa, watu wako salama. Kitu cha pili ni kwamba wakati eh, unaambiwa kwamba maybe kwari yako iko inaleta hatari kwa maisha ya binadamu ama wanyama, ni vizuri ukuwe mwepesi kuelewa kwamba lazima tusaidiane kuokoa maisha ya wenzetu. Uh, today around 11 I received information from the area chief that is Muchi location

Mahali yenyewe kweli hakika inaonyesha hatari kubwa kabisa, coz vile imechimbwa imechimbwa ikienda ndani, alafu in ina slant hivi in a way that ku collapse ni wakati wote tu. Hata wenye walikuwa wanachimba walikuwa wanatarisha maisha yao, coz ilikuwa inaonekana kabisa inge collapse. Na I think because of the rain that rained yesterday, ndio maybe yesterday and the day before yesterday, ndio imefanya hiyo ukuta ikawa ika, ika loose, ndio ikaangukia hii watu So maybe what I can say that I appeal to the county government, au kama wanaweza kuzuia uchimbaji wa hii maram hapa, itazuia maafa mengi. Wafunike wazuie, na wafunike ndio izuie maafa ingine kutokea, na wananchi pia. Chief, chief chief, chief, uongeleshe wananchi kama wanaweza fanya nini wajizuie wasikuja kuchimba mara.